President William Ruto hata usikuje Githurai kukuja weku? Watakukaribisha wa wa <laughs> Wata vizuri sana. Hata tutakupikia. In fact, nimeona tumefanya mchango. Na tumekununulia dume kumi na sita. Kuja Githurai wewe ni wewe unajua mali yake akikugawia ya utauza ama utaitunza, William Ruto, yeah. Hakuna kitu tunaweza gawa kwako. Ile kitu tunagawa kwako ni kas na ni laana, sababu wewe umelaani watu wa Githurai. Kuwalaani wananchi, hauhitajiki kuwaambia washindwe, hauhitajiki kuwaambia wao ni kasia, hauhitajiki kuwaambia wao ni takataka. Inahitajika tu uwanyime chakula juu One time. One time. kinyima mtu chakula na riziki ni kumaanisha huyo mtu anaelekea kwa kaburi. Welcome, Mr. President. M, hiyo si yes, tumemaliza. Kuna haja tuseme maneno mingi. Sisi roho zetu zitaongea na maneno yetu tumekazia kwa roho zetu, na tunajua 2027 lazima tukupeleke nyumbani. One time. One time. One time. Hebu tukuje kwa the same case one time. One time. Viongozi wanaongoza Kiambu, nyinyi wote ati nyinyi wote nyinyi ni makasia takataka. Hata mtu nimeona akitetea wananchi ni Karongo pale Senate one time, wale watu wengine nyinyi ni makasia takataka one time. Sisi hatukuwa tunakataa soko ama vibanda zibomolewe, kitu tulikuwa tunataka ni alternative. Wantam, mkuje mwelezee wananchi sisi kama wawakilishi wenu, tunasema mtoke hapa mwelekee mahali pengine. Wantam, mtoke hapa kwa barabara, mahali mlituchagua mkiwa muhame hapa mwende mahali pengine. Asanti hasra Kamau, najua ii ni ya Kamau hata bila kuuliza. One time. So Eli Kamau ananipea maziwa kuliko kasia takataka, inalipwa millions of money and they don't care about the common mwananchi. One time. So, so tunaanzia na Kengara. wewe ni kasia takataka taka, taka, na wewe kwanza hata usiwahi kuja hapa kutubebeleza. One time. One time. tunaelewa hapo, ile kasia ingine anajiitanga mtetezi wa boy child

Keni hainaishi yanga hapa Kiambu, na mko wa jinga kiasi hicho kuamini ya kwamba ni Keni hainabomoa sio wa matangi. Na ukajua kwanza ujigongee yako, ndio watu wa Githurai wa feel very vulnerable, yeah, hata wakibomolewa yeah. Hata kubuka ati wewe the governor hata heli ungeletea. One time. One time. One time. Watu wao wanabomolewa maziwa Hebu nikuelezee wewe kwanza, Kasia, hata ufae kuwa governor wewe, ni kuibia. Uliibia wajangu one term, ukamwibia nomination na ukamwibia general election, one term. Sasa hebu tukujulisha hivi, wewe ni one term na one term itaanza Githurai, itaanza hapa Githurai. Tunajua hata Kimani Ichung'wah sio adui yako, yeyo ni rafiki yako. Kwa nini ulienda mazishi ya babake? Ulienda pale ndio ajifanye anakuchukia ndio upate second term. Wewe unashinda kufuatana na Kasongo kila endapo ndio upate sympathy vote, ndio uende pale alisngana, ajifanye anakupinga ndio tusympathize with you tukupatie second term. Hatukupatii hata One time. One time. One time. Ukuje na DCP, hakuna kura tutakupatia. In fact, hebu tukwambie. Wewe utakuja kutuelezea vile tutafanya. Sisi ndio tunakwambia sababu sisi ndio ground. One time. One time. Unajua sisi sio wajinga. Sisi sio wajinga kiasi hicho. Hamta tufunga macho. One time. One time. Ungekuja ulie na wananchi, wakirushiwa tear gas, urushiwe na wao. One time. One time. Umemuona mahali? Unajua, by the way tuko na viongozi ngozi watu hawana akili, hawafikiri about the common mwananchi. One time. One time. Unajua mimi hakuna mtu atanisikizia, otherwise simkuje mtu uwe, kwani kuna watu hukufa mara mbili, kuna watu hukufa mara mbili. One time. One time. Kwa majina naitwa Milka mtoto wa Rigiji, na hiyo sibanduki hapo. Tunasema sisi Riginji ni baba yetu, tukuja kwa Githiji. Githiji, leo uko na bahati kama mtende wewe ha? Kesho tulikuwa tumejitayarisha. Kwanza mimi nilikuwa nimejitayarisha kukuletea watoto wangu wote State House wakurage huko, hata nimenunua raba mm. tura -tura. Nikuletea watoto ni venye umetufanyia Githurai wewe mm. Na tukwambie Githurai, huku ni kwa Gashagwa, huku ni Mount Kenya. Uacha kucheza na sisi. Na hata ukienda huko unaenda Sande, ujua kwenye utapitia, usipite Githurai. Kiengei. Sisi tushafunga Githurai na tunasema hapa ni one time. Na kama ungetaka kujua leo, watu wa Mount Kenya ama watu wa Githurai wanasema aje. I wish ungekuja Githurai bro. I wish. I wish ungekuja Githurai. My friend, ungejua kwenye ungepita wewe. Tumekura tia gas tuko, oh, tuko furai, furai. Na tuko tuko sawa na bado tumesema ni one time tukobado na kwanza tulikuwa na rogo ya one time, hakuna mwenye tunaogopa na tuogopi kamwe na apo atubanduki. Na by the way watu wa Githurai wenye tumebomolewa, ikiwezekana very soon tunarudisha nini? Kazi. Kazi zirudi hapo hapo, kila mtu si anajua eneo yake pahali alikuwa kama warembo the women rig mm. wa Githurai hatutabuangi ujinga wa Kasongo kabisa. Hatutabui mm. ha, hata kidogo We don't entertain. Kasongo, watu wako walibomolea mama zetu vibanda zao. Our mothers. We just have few months to election. So, hatutaki ukuwe mzuri ama mnataka akuwe mzuri aendelee hivyo hivyo hivyo yeah? Unatupe power, anatuongezea joto, it's boiling nicely kwa sababu revenge iko pale kwa, kwa dembe, si hivyo? mm. na ni one time. One time. ni one time, so Kasongo endelea hivyo hivyo, makofi kwako, gift flowers, zote lion zote tumekutumia. Wacha tukuja kwa TikTok. Sisi tushazoea mtandao, tushazoea tusha tusha, na ukifunga TikTok tunafungua ingine. mm. mm. zimepanga line hivi, tumezoea pesa ya mtandao, si ni hivyo mm. so TikTok tunataka tupeka songo mm. juu anaitaka ameona vijana wamepata followers kumuliko. Uh -huh. Ati Kasongo akiingia live anapata watu 1,000. Mm. Eh? Uh -huh. President wetu wapa wawantam, akiingia live anapata followers 6, 6,000 to 10,000 followers. Wanakuwa kwa wanakua kwa live si ni hivo? Uh -huh. So Kasongo kinyongo wamochomba kinyongo, mutasikia hivo. Mm. Mutaskia... Na. Nani nga? Nganga.